Makamu Mwenyekiti wa Chadema, John Heche c ametahadharisha kuwa taifa linahitaji hatua za haraka ili kuepusha kuingia kwenye misukosuko inayoweza kuhatarisha ustawi wa wananchi. Akizungumza kuhusu hali ya kisiasa, Heche amesema watu wote wanaodaiwa kuhusika katika mauaji au kutoa maagizo ya watu kupigwa risasi wanapaswa kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria bila kufunikwa. Heche ameeleza kuwa matatizo yanayojitokeza hayajasababishwa na nguvu za nje bali yametengenezwa ndani kwa ndani kupitia maamuzi na vitendo visivyozingatia haki. Ametaka pia mashauri ya kisiasa yanayodaiwa kutumiwa kama silaha ya kuwabana wapinzani afutwe mapema ili kupunguza mvutano na kurejesha utulivu. Kwa mujibu wake, uwajibikaji wa waliohusika na ukiukaji wa haki za binadamu na kuondolewa kwa kesi za kisiasa ni msingi wa kujenga mazingira salama na kulinda amani ya nchi. Tunataka hatua za haraka zichukuliwe kuepusha nchi hii kuingia kwenye matatizo. Hatua za haraka zichukuliwe za kuhakikisha walioua watu wanachukuliwa hatua, wasishifti brem. Watu walioagiza watu kupigwa risasi wachukuliwe hatua, chama chetu kifunguliwe, hizi kesi za kisiasa ziondolewe hapa tufanye shughuli zetu za kisiasa kwa sababu hatutaacha kwa kupita huko kusema sisi tuna uranium sisi tuna bandari. Bandari gani? Bandari si wamekabidhiwa Waarabu hapa, kijana naye rara njaa hapa, hiyo bandari inamfaidi nini? hayo madini mnayosema tuna madini, watu hawana hata maji ya kunywa hapa Dar es Salaam, miaka 64 baada ya uhuru, maji ya kunywa. Taifa la tatu kwa kuwa na vyanzo vingi vya maji, watu hawana maji, tunazungumza maji, hizi ndio ni mandi za Watanzania sasa ni vizuri tukawaambia watu watu, Watanzania sio wajinga. Watanzania wanajua nyie ndio mmeingiza nchi hii kwenye matatizo haya kwa kuteka watu, kwa kuiba rasilimali za nchi, kwa kuiba uchaguzi, kwa kuumiza watu na kuonea watu na kutengeneza impunity. Hakuna taifa la nje lolote lilochochea haya, ni nyie mnaochochea watu, na ni vyema mkashusha kiburi, kwa sababu this country won't be the same again. Hamwezi kuirudisha kwenye minyororo hiyo mliokuwa mmeifunga Watanzania wamekataa, wamewaambia hawataki kuwa watumwa wenu. kwa hilo lilikuwa ni muhimu sana tuliseme. Mambo mengine tutayazungumza baada ya kikao cha kamati kuu, lakini msikubali Watanzania, msikubali upotoshwaji wa makusudi anaofanya Mwiguru tena na tena kwa kurudia. Wajiulize, wako madarakani kihalali? Nani aliyewapigia kura? Na hilo ndio, ndio, ndio swala la muhimu ambalo watanzania wanataka sasa litatuliwe, wapate nafasi ya wao kuamua nani awe kiongozi wao kwa kura zao. Na hapa hatuzungumzi kwamba ni lazima eh, eh, iwe Chadema hapana kuwe na mfumo huru. Watanzania wakiamua ni CCM waamue wao, wakiamua ni Chadema waamue wao, wakiamua ni NLD waamue wao. Watanzania hawataki tena uchaguzi wa nchi hii kuamuliwa na watu wamekaa ofisini wanapika ma. Hebu fikiria kama nchi nzima watumishi wa umma wameshirikishwa kufoji kinachoitwa matokeo, unajenga culture ya watumishi wa umma kufanya forgery. Kesho huyo mwalimu anayesimamia chaki akikuambia chaki hazipo wakati zipo utamdhibiti vipi, wakati wewe umemfundisha kufoji eh, matokeo ya, ya kukufanya uwe rais uwe mbunge uwe diwani? Huyo huyo huyo huyo huyo nesi, huyo mtendaji wa kata akikuletea takwimu za uongo ili serikali ipeleke pesa zaidi na yeye aibe, utamzuiaje? Kwa sababu mazingira mliyosababisha nyiye ndio mnajenga kalcha ya kufundisha watumishi wa umma kufanya fojari, kuiba na kukifanya hicho kitu kiwe halali, kitu ambacho sio halali. Kwa hiyo nimetaka niyaseme hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza Sa